Salamu sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Mkate wa leo, tuko bado katika kuyatazama mambo mbalimbali mbali katika e, sala ya Bwana. Tuko katika sala ya Bwana na leo tumekifikia kipengele kinachosema usitutie na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na ule Usitie majaribuni lakini utuokoe na yule mwovu. Sala yenyewe inasema, Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe, falme wako uje, penzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe deni zetu. Kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitie majaribuni lakini utuokoe na yule mwovu. Amen. Basi, tunapoelekea mwishoni mwa kuangalia vipengele, tumefikia kipengele hiki muhimu cha kinachosema na usitutie majaribuni lakini utuokoe na yule mwovu. Hapa katika kipengele hiki Yesu Kristo alimaanisha kwamba mjaribu yupo, yuko tayari kutujaribu sana, wakati wowote, sana wakati wowote, majira yoyote mahali popote, yuko amekaa kutaka kutujaribu. Sasa anawaambia wanafunzi wake, mnapomwomba Baba mwambieni usitutie majaribuni. Maana yake, Mungu anaweza kuruhusu ukaingia kwenye majaribu. Mungu anaweza kukutia pia kwenye majaribu. Kama unafikiri natania, nenda kamuulize Ibrahimu. Ibrahimu alijaribiwa Hmm, alijaribiwa na Mungu, lakini nenda kwa Ayubu kamuulize nini kilitokea, alitiwa majaribu. Isipokuwa Ibrahimu pekee Mungu tu ndiye aliyemjaribu, sio shetani. Lakini hapa Ayubu aliruhusiwa shetani kumjaribu Ayubu. Kwa hiyo maana yake Yesu anawaambia mwambieni Baba asiruhusu muingie kwenye majaribu bali awaokoe na yule mwovu. Maana yule mwovu kazi yake ni kutujaribu kutu, kutuhangaisha kututia matatizoni, kutusumbua, kutuumiza, kuhakikisha hatuna raha. Ndiyo tabia yake na kutugombanisha na baba yetu wa mbinguni. Hiyo ndiyo tabia na kazi yake, lakini Yesu hapa anawaambia wanafunzi wake mwombeni baba wambieni baba tunaomba tuzuie na yule mwovu, tuzuie, tulinde na yule mwovu. Ukitulinda na yule mwovu tutakuwa salama, lakini ukituruhusu yule mwovu kutujaribu, kutuingilia, kutusumbua, basi atasababisha sisi na wewe, urafiki wetu, ndugu wetu, jirani wetu na baba, tunakuwa tunakosa mara nyingi lakini tunahitaji sisi mahusiano yetu na wewe yawe salama. Yule mwenye kusababisha mahusiano yetu na wewe yanakuwa si salama, tulinde. Yesu anawambia wanafunzi wake, wambieni baba awalinde na yule muovu. Yule mwovu hawatakii mema. Yule mwovu atawasababisha mkosani na baba wenu aliye mbinguni. Kwa hiyo mwombeni baba awalinde na yule mwovu. Pendwa mtazamaji wangu na wa kipindi hiki cha mkate wa leo. Uh, najua kila mara sisi tunatakiwa kama watoto wa Mungu kunyenyekea chini yake, lakini mimi nikwambie, hii yote imesababishwa na yule mwovu. Kama huyu mwovu hapati nafasi kwenye maisha yetu, tunahangaika nini kujinyenyekeza kwa Baba? Maana sisi yule ni baba yetu, Mungu ni baba yetu, kwa hiyo hatuna sababu yaku ila kwa sababu ya yule muovu anayesababisha sisi tunajifika mahali tunaanza kumlaumu Mungu, tunafanya mambo yasiyo na maana kwa sababu yake. Ndiyo maana mara nyingi tunapaswa kuwa na ukaribu na Mungu wetu na kumwomba kwamba atulinde na yule muovu. Kwa hiyo, mpendwa mtazamaji wangu, nikuombe usiache kumwomba Baba akulinde na Shetani. Shetani ni wahovyo Shetani ni wahovyo sana, ni wahovyo mno, ni wahovyo, ni wahovyo, ni wahovyo, na mimi nakwambia ni wahovyo. Wala usisubutu wala usijaribu, maana ni wahovyo, ni wahovyo kabisa. Kwa hiyo kila mara tumwombe Baba awe karibu na sisi, atuepushe na yule mwovu. Mungu wa mbinguni akubariki, nikutakie kila la heri. Usiache kumwomba Mungu ulinzi wake. Kila mara mwambie Baba, naomba ulinzi wako uwe juu yangu sana wakati wote na mahali pote. Nafikiri umeelewa na kwamba utafanya hivyo, kwa sababu muovu hatutaki mema. Petro anasema anazunguka zunguka huko na huko akitafuta wa kummeza. Kama anazunguka zunguka anatafuta wa kummeza, maana yake shetani anaweza kutumeza. Kwa hiyo kwa hiyo tumwombe baba, uh, tumwombe baba kwamba atulinde awe mlinzi wetu, dhidi ya yule mwovu, asipate nafasi kwenye maisha yetu. Akipata tu nafasi, yani anatukosanisha anatugombanisha na baba yetu. Lakini Mungu wa mbinguni akusaidie, tiwe nguvu, uwe na kumbukumbu kumbu ya kumwomba mara nyingi Baba kwamba usinitie na yule mwovu. Ikiwezekana hii sala iwe ni sala yako katika sala zako, iwe ya kwanza katika sala zako kila siku. Mungu wa mbinguni akusaidie na akubariki. Najua utafanya hivyo. Kwa jina lake Mungu baba na mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe sana. Nikutakie kutakie wakati mwema. Amen.